Niwaombe wanasiasa wenzangu tusiingie disko la kimasai ambalo hatujui kulicheza, na hawa wenzetu wamekuja kutoka Kenya, tuwaombe na wao, wanaangalia bunge hili. Sisi Tanzania hatuna cha kujifunza Kenya, hatuna hata kimoja cha kujifunza. Tunawazidi siasa, tunawazidi akili, tunawazidi kila kitu na wala swala la Kiingereza sisi sio kipaumbele, tuna maisha yetu. Kwa hiyo niwaombe sana vyombo vya ulinzi na usalama, msikubali kuruhusu watu hao waje watuharibie nchi yetu. Niwaombe sana, huyo sijui mwangwa sijui mwangi na mazakarua ndo vinara wa Gen Z kule, wameharibu nchi yao, wamewekwa na ndani wametoka, kule wamekuja tena Tanzania. Tunawaomba wa Kenya Hatuna ugomvi na Wakenya wa kawaida, tuna ugomvi na wanaharakati na sisi tuko tayari kupambana nao majukwani.